Tamaduni ya watu husema kwamba harusi haipitivi hivi, lazima achangiwe bwana harusi, lazima biharusi tumchangie, mkaja wa babu, koti la bibi, sijui sanduku la shangazi. Sheria inasemaje? Mungu aliyeumba hizo harusi anatakaje? Mtu kakuletea kadi ya mwaliko, ndani ya kadi akakwambia tuma mchango wako kupitia namba moja mbili tatu nne tano. Hii kuje yafaa. Zahmidi TV. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabi lalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayidina Muhammad sayyidi lmursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma baad, naomba uyapokee ndugu yangu mtazamaji, maamkizi haya ya peponi, ambayo watasalimiana Waislamu, watasalimiana watakaoyaishi masomo haya tunayoyatoa huko peponi. Pepo ambayo fiha la ainun raat wala udhunun samiat, ndani yake kuna mambo matamu, halijawahi jicho la mtu kuona matamu kama hayo, wala halijapatapo sikio la mtu yoyote kusimuliwa simulizi tamu kama hizo za mambo yaliyopo yaliyopo huko peponi. Watu wa peponi watasalimiana kwa maamkizi, siyo yale ya shikamoo wala siyo ya marahaba. Salamu ya kule ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Leo tutazungumzia swala la mtu anayepotaka kuolewa. Umetokea, umemwona mwari, umempenda, umemuona mtu kasema namposa, mwanaume amekuja kwenu, amegonga hodi, ngongongo, inakuwaje? Sheria inasemaje? Tamaduni ya watu husema kwamba aa, harusi haipiti hivi, lazima achangiwe bwana harusi, aa, lazima biharusi tumchangie, mkaja wa babu, koti la bibi, sijui sanduku la shangazi. Kuna mambo mengi katika yanatokea katika jamii yetu. Je, mambo haya uhalali wake ukoje? Michango ya harusi yafaa? Sheria inasemaje? Mungu aliyeumba hizo harusi anatakaje? Mtu kakuletea kadi ya mwaliko, ndani ya kadi akakwambia tuma mchango wako kupitia namba moja mbili tatu nne tano, hii koje? Yafaa? Kipindi cha leo kitakupa majibu mazuri na majibu hayo inshallah, yawe ni sababu ya ndoa zote ambazo ziko njiani, basi ziwe ni wao na Mwenyezi Mungu ajalie ndoa zilizopita ziwe ni zaidi ya wao wao. Inshallah, katika sheria kanuni iliyowekwa na wanazuoni inasema kwamba mambo yote unayoyaona katika ile michango ya harusi mkaja wabibi koti lababu sanduku mambo mengi yale, yote michango makadikadi yale, al aslu fi lashyai libaha, asili ya mambo yote unayoyaona ni kufaa, asili yake ni kufaa hata ya dula dalilu, mpaka alijekatazwa la Mwenyezi Mungu linaposema kwamba hichi hakifai hichi acheni, hichi msifanyi. Asili ya mambo yote ni kufaa mpaka kuje katazo la Mwenyezi Mungu au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hichi hakifanyi. Kwa hiyo changianeni katika harusi zenu. Umeamua kumchangia dada yako anaenda olewa, akasema namchangia gauni la siku ya harusi mvalishe, akasema ah! Kakangu enda oa, ukaamua ile siku ya ndoa gari atakalopanda nitalitoa. Mia changa, chochote unachoweza kuchanga changa, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema wataawanu ala albirri wattaqwa. Kama mtaka mambo yenu yanyooke, basi saidianeni mnataka maisha yafunguke, saidianeni, kwa sababu katika hadithi pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema allahu fi auni alabd ma da mal abdu fi auni akhihi. Mungu huyu aliyeumba mbingu unazoziona aliyeumba mahoteli yoyote madege yanayoruka na yeye yuko tayari, huyo Mungu kukusaidia pale ambapo wewe unapokuwa uko tayari kumsaidia mwenzako tayari kumsaidia mwenzako, basi Mungu naye atakushika mkono wa man idha kana Allah maak, na Mungu akiamua kukushika mkono, faman alaika, nani atakayekuweza? wa idha kana Allah alaika, na Mungu akiamua kukupotezea wewe haya, nani atakaye kunusuru? Kwa hivyo tusaidiane, kwa sababu katika kusaidiana kwenye harusi tunakuwa tumeunga au tumeifanyia kazi aya ya Mwenyezi Mungu inaposema wataawanu alal birri wattaqwa, saidianeni katika mambo mazuri na katika uchaji. Ndo maana tuatoa maneno kama haya tukusaidiana kwenyewe huko, changie wasema mimi nitatoa dola mia. Toa na kufanya hivyo basi unakuwa umejiweka katika position unakuwa umejiweka katika nafasi ya kupata msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu hauji kama wewe mwenyewe hauko tayari kutoa msaada kwa mwenzako. Lakini sheria haijaishia hapo, kwa sababu wapo watu katika hili wanasema, ni lazima, haiwezekani asiyechanga asije. Panatolewa kadi pale, kuingia kwenye holi la harusi wapewa kadi, ataingia yule aliyechangia. Hili haliko sawa la kuwalazimisha watu, kwa sababu kanuni za kisheria zasema la dharara wala dirara. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, haya maisha yalivyo, usimsababishie mwenzako madhara wala wewe mwenyewe usikubali kudhuriwa, kwa kuwafunga watu kwamba lazima mtu achangie. Hili haliko sawa kwamba asiyechangia hali, hili haliko sawa. Tujengeni mapenzi baina yetu, tusiwakalifishe watu wetu wasipochangia basi hudhu, ndoa hawatohudhuria. Tuchangie, lakini pia tusiwakalifishe watu katika kuchangia michango ya harusi. Namuomba Mwenyezi Mungu kwa kipindi hiki chetu cha leo, hawajalie wanandoa wote, wanajamii wote, mashemeji wakwe, zinapotokea shughuli za namna hii, basi tujitoe kindakindaki kuwasaidia wale wana ndoa wanaotaka kwenda kuoa, ili Mungu na yeye awe tayari kutusaidia katika mambo yetu yanayotukabili. Tusipowasaidia wale maharusi katika ndoa, tunakuwa tumejivua joho la msaada wa Mwenyezi Mungu. Mungu atusaidie, Mungu atukubalie. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.